Asante kwa kuja kwenye sherehe yetu ya mtoto. Tunatumai kuwa tutakidhi matarajio yako na mahitaji yako kwa mtoto wako kwa mwaka ujao. Mwishoni, utajibu maswali tatu mafupi ili kuonyesha kwamba umeelewa kile ulichokiona pamoja nami leo hii. Ndiyo sababu ni muhimu uchague lugha unayojua vizuri kusikiliza tafsiri ya video hii. Tafadhali panga kufika kwa wakati, ukizingatia yafuatayo. Ili kusajiliwa lazima nihakikishe kuwa mimi ni mkimbizi au mhamiaji katika kipindi cha miaka tano iliyopita na mimi ni mjamzito na ninihitaji msaada wa kifedha. Ninaelewa kuwa ni lazima nipe ushahidi wa hali yangu ya ukimbizi au mhamiaji kwa kutumia nambari yangu ya A na hitaji langu la kifedha kwa kutumia kadi ya EBT au barua ya ulemavu. Hizi zote zinatolewa na Wizara ya Huduma za Kiuchumi nchini Arizona. Nitatuma nakala za ushahidi wangu wa hali yangu na hitaji langu la kifedha kwa mtu aliyeandikwa kwenye fomu hii kabla ya tarehe iliyowekwa ili kusajiliwa kwa sherehe hii ya mtoto. Ninaelewa kuwa sitauza, kuhamasisha, kutoa, kutupa vitu vya mtoto ambavyo havijatumika, havihitajiki. Ninakubali kuhudhuria shughuli zote za kielimu zinazotolewa wakati wa sherehe kabla ya kupokea kifurushi changu cha mtoto. Ninaelewa kuwa eneo la kushikilia si eneo la mtu yeyote isipokuwa waandaji. Ninaelewa kuwa vitu vyote vilivyomo kwenye kifurushi changu cha mtoto vitakuwa kwenye gari la kuaminika ambalo nimeandaa kubeba vyote nyumbani kwangu. Ninaelewa kuwa kama gari langu halina ukubwa wa kutosha kubeba vitu vya kurudi nyumbani au kama gari limechelewa kuchukua, vitu vitaachiliwa, havitapelekwa nyumbani. Ninaelewa kuwa watoto wote walio na umri wa zaidi ya miaka moja watabaki katika chumba cha uangalizi wa watoto na kwamba watoto hawaruhusiwi kuwa kwenye chumba cha sherehe ya mtoto. Ninaelewa kuwa wanaume hawaruhusiwi kuingia ndani ya jengo isipokuwa wameagizwa na mpangaji kuja kuchukua vitu vyangu vya mtoto. Ninaelewa kuwa naweza kuuliza maswali wakati wa elimi au baada ya hapo na kwamba nitakuwa na upatikanaji wa wakalimani ikiwa nitahitaji. Kwa kusaini mkataba huu ninathibitisha kuwa nimeelewa sheria zote na nitashiriki katika sherehe ya mtoto kwa uwezo wangu wote. Kwa kusaini mkataba huu nakubali kuachilia wahisani wangu wajatoleaji, wakalimani na waandaji kutoka kwa hatari yoyote, dhamana au uharibifu kwangu au familia yangu kutokana na tukio hili au michango niliyopokea katika tukio hili, na sitatafuta fidia kutoka kwa wahusika hawa.